Jambo jambo wanduku wangu wote, unaona hiyo hiyo picha na bamba hapa, niona ameambia hii video <laughs> naam. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, cha kwanza tu ninakusabai kwanza, popote pale ulipo, matumaini kwamba uko vema kabisa katika afya yako, katika muda huu ajalishi madhaifu yote na hivyo tu tunapatikana katika mashariki mwa DRC ku Kivu ya Kusini, ndiko mbapo tuko na kituo cha habari hiki cha kukupasha habari katika muda wote ule ambako tunapata habari kwa yale ambayo yaliojiri kwa sasa, ni kukupasha basi ninazo habari mbili ambazo ninakuletea katika mchana huu ambao nimekusalimu kwa kukupasha habari kwa yale ambayo yaliyojiri, na hivyo tu ni katika wakati huu huu na siku ya leo ya Jumatano mwezi wa ok. Oktoba tariki 22 mwaka wa 2025 22, nikija nikikupasha habari kwa yale ambayo sasa UDPS, kundi ambalo liko kwenye madaraka katika nchi ya DRC, linasikika uh, au kutokana na tetesi hizo ambazo kwenda kusikia na kusema ya kwamba hayo yanatoka kwenye chimbuko kabisa la kundi la UDPS, na pia tutagusia huko Jimboni Tanganyika, katika mji wa Kalemi, kuonekana mwizi ambaye aliweza kushikwa vitu vyake huko sikuambia ukae mbali kabisa na runinga yako au simu yako, lakini tu unaweza ukasubiri habari ambazo nitaweza kukopasha. Ukae chonjo, na hivyo tu kuweza kujiunga kwenye channel kama wewe ungali wa mpya kabisa, na hata kulike kuonyesha kama tuko pamoja. Acha mara moja ni kupashi habari kutokana na mtasari hule ambao niliweza kukupatia hapo mwanzo, na pia tujielekeze mara moja katika kundi lililo madarakani, likisikika na kuthibitishwa na mtu mmoja asiweza kutajwa jina, ambaye aliweza kusema kuhusu kifo ambacho kiliweza kunusurikwa naye mkuu coordinator wa waasi wa M23 Corneille Nanga na kuweza kusema ya kwamba ayo yote ni kuonyesha mara ngapi kundi lake ambalo anaweza kuongoza, yaani wenzake wanafanya puchi ili wapate kumuua, kwa sababu hana tena pesa, lakini tu anabakilia ahadi. Fuatilia mwanzo mwisho, information kutoka kwenye source yetu ya UDPS inatuinforme kufatana na vita au ajali ambayo Nanga alikutanana nayo masase, ambayo ilipigwa escortage ya Nanga na bato yake benye nye balikuwa mugari. Information yenye litufikia sai, selo source yetu inato informe ni kusema kama Joseph Kabila, Joseph Kabila na bato ya, ya M23 njo banataka kuua Nanga banataka kumua Nanga, kinyi kinataka fanya banamuwa Nanga kwa sababu vinakionekana sapoti ya Nanga inakosekana, pesa Nanga zinaisha, bali kwenye baliko banachitegemea hakuna tena sapoti yoyote ile. bo bopwenti ya kwanza sapoti ya Nanga inaisha, hakuna tena pesa, hakuna tena kiochote kile Nanga alisha bakilia tu ni ile maongezi mapromese kutaka basoda bapigane na hakuna kokyote kile kenye angali tena nachangia. Hiyo ni kozi ya kwanza inafanya nanga banataka kumua. E, pointi ya pili. Pointi ya pili balikuya kuona e, furo ya kufungula uvira inabashinda. Furo ya kufungula uvira inabashinda so ikabidi sasa, banyarwanda basemeno kwajisi ifuro ya kufungula uvira inatushinda, na meme ta nanga sio mutu wa Uvira, ni lazima turamplase nanga na mutu mwingine kwa sababu kwanza nanga support yake tena na akuna, ni lazima turamplase nanga na mutu mwingine porque ule mutu akatusaidie wa kuganye populasio ya Uvira na kuganye wazalendo kwa sababu yeye atakuwa ni mutu wa kueste mutoto wa Uvira. Munifate muzuri, Banyarwanda balikia kuikala chini, bakasema kufatana na furo ya uv... kufungua Uvira jisi inashindikana pale Kamanyola kuingia Uvira, banataka batowe Nanga. Kufatana kwanza, nanga tena sapoti yake hakuna, anakuwa tu pale ni mapromese, kuongea ongea tu, lakini ha hachangii tena. Ni lazima bamubadilishe, ili batie mutu mwingine wa pale Uvira, kwa sababu ule mutu atakonvekre wazalendo anakonvekre na populasio ya Uvira, kwa kutaka kufungua njia Kamanyola na kukamata Uvira na kuendelea kwa haraka sana. Sasa wakati balikala chini bakapata mutu ambaye mwenye batatia nafasi ya Nanga, sasa bitakuwaje kuramplasole mutu nafasi ya Nanga na Nanga angali pali na orke Nanga ndie mutu mwenye alitumiwaka na Joseph Kabila, bitakuwaje kusema ke Kabila tena amugeuke Nanga, Nanga atokele nafasi baweke mutu mwingine? Je, Nanga atajisikia je sana? Ile staff yote Nanga alitishaka ya Lubumbashi bataona je? Bikatonekana ke bitasone mubaya. Kumbe sasa, kia muhimu Banyarwanda bakadeside ilifo to bamuwe Nanga kwa sababu Nanga kisha kufa batasema o oh, alipigiwa masase na bazalendo au majambaze. Kumbe ni Banyarwanda njo benye banataka kumutowa Nanga kafara. Sasa huyo mutu mwenye banataka kuramplace na Nanga tiari alishakuwa pale, na ule mutu naye vilevile ana pesa, na ndio maana banataka kufanya nguvu, Nanga ni lazima apigiwe masase au Nanga yes, au apewe sumu. Hiyo ni njia mbili. Sasa kenye nataka kubambia ni kusema kama eh, wandugu zangu wenye kuishi muteritwari ya Uvira, Kamanyola, Uvira, Fizi, Mwenga na masemu zingine, hiye informasyo tunaipata kutokea source yetu ya Nord Kivu njo na tuinforme. Kumbe mufanye nguvu sana, yoyote tole mwenye mutasikia anagomboa Nanga mwenye atakuwa mutoto wa Uvira mwenye atagomboa Nanga atakuwa mtoto wa Uvira, awe Mubembe awe Mufuleru awe Muvira awe nani, kwa sababu hebo walishaona ke bila kutia mtoto wa Uvira pale Kamanyola wala pale Uvira vamutie mule mustafa yao havataresirele kopeni, lazima vafanyi vile. Sasa tunataka tuwambie wazalendo unaambia population yote ya Kongo, wakati munasikia nanga bana muramplase na mtu mwingine, muyue kama hii message deja tulikuwa tushaipata, na mupite munajua misio ya ule mtu kuingia ile nafasi ya nanga ni misio gani, nini linamufanya bamweke pale ule naye mweatangia pale? Kitakuwa kibaraka kya kutaka kukamatisha, eh, Uvira, Fizi, mwenga na masehemu zingine. So wakati ule mtu ataingia kila atakia kubambia musiku, musikubali. Muyue kama vile vile alisha alisha uziwa na wanye Rwanda Rwanda. Munifate muzuri, mutu mwenye tatiliwa ambaye atagomboa nanga atakuwa ni mtoto wa Uvira. Muyue kama ule mutu mwenye bataweka pale vile tiari naye vile vile alisha uziwa na wanye Rwanda, wa wa Rwanda. So kichote kile Kenya ta mupe hata nafasi ya kumsikiliza, ila tuna wasi wazalendo, wakati ule mutu ataweza sema ke ashuke kule kukuya kukorompre. Wazalendo wazalendo, muko na silaha, muko na kila kitu, mnamshughulikia, mnampotezea mbali, piga hiyo risase na kazi inaishia pale. Hiyo ndio information yenye tunataka tuwapatie, yenye kutoka kususe yetu, kisa kenye kilitaka sasa Nanga banataka kumuua hiyo ndio message tunapata ku source yetu, leo inatufikia, na ndio maana tunaipartage huyo. Tena ni top dog mtoto IDPS, IDPS oye, IDPS viva, IDPS na likolo. Mwenye atapata hii information aisukume kwa kila Mkongomani, aisikilize hii mambo ikishafikia yu wake deja top dog alikuwa alisha tuinforme kufatana na hiyo informasyo. So ni lazima kutia wazalendo kuwa kuwa pale tiari, na raia ya Kongo kuwa tiari kwa kupingana na yule mtu mwenye ba M23 bataweka kwa kuye kukorompre sawa e, populasyo ya Uvira, Fizi na Mwenga na masehemu zingine na wazalendo vile vile. Asanteni sana, na Mungu awabariki, wa tunawatakia kazi njema wakongomani wote na wazalendo wote, ushindi ni wetu Merci. Na tumalizie pia, uko katika mji wa Kalemi, mahali ambapo panahitwa kadastre katika kata hiyo jimboni Tanganyika, kumesikika na kuonekana mwizi ambaye alinusurika kushikwa na kuacha vitu vyake, na hata hivyo kusambazwa hata kwenye hali ya mitandao, kushikwa video na kusema kwamba popote pale mtakapoweza kumwona na basi, huyo mtu ajulikane ya kwamba ni mwizi ambaye alikuwa na vitu vyake kama jinsi mnavyoweza kuviona. Jambo jambo, wanduku wangu wote

na huo ni mwisho wa taarifa ya habari ambayo nilikuletea na kukupasha leo, tariki 22 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 katika siku ya leo ya Jumatano nikishukuru vya kutosha na kusema ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho. Na hivyo tu, unaweza ukajiunga kwenye kituo cha habari Reality Mambo TV ukibonyeza hapo chini subscribe, hata kubonyeza alama ya kengele, ili uwe unapata habari zetu zote, kuwagawia watu wengine nao wafaidie, kama jinsi unavyoweza kufaidia habari kutoka Kongo hata maeneo mengine, na kuweza kukopasha, ku like, kuonyesha tuko pamoja, hata ku comment ikiwa na maneno ya kuzungumza wala swali nasi ifanyia kazi. Ninakwenda tena, nitakujia punde kwa mapenzi ya Bwana.